Ukuaji wa miji bila mipango unaendelea kuchangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la umasikini, hali duni ya maisha na ukosefu wa usawa wa kijamii hasa eneo la miundombinu. Lakini huenda vikwazo hivyo vikapungua baada ya watunga sera, wasomi, mashirika ya kiraia, wawakilishi kutoka vyama vya siasa na wataalamu wa makazi kukutana katika mkutano wa pamoja ili kuchunguza vikwazo vya kimuundo kufikia makazi nafuu mapendekezo na suluhisho la kiutendaji. Wadau walioshiriki katika mkutano huu wa kitaifa wa makazi wanaobebwa na kauli mbiu isemayo nyumba ni sisi, wana matumaini kwamba ukomo wa mkutano huu utatoa matumaini kwa baadhi yao na hasa zile familia duni. Na sasa tunataka tufanye na tunataka tuzungumze kuhusu, sasa ni jinsi gani mtu anaweza kapata fedha huyo wa kima cha chini kwa ajili ya kujenga nyumba yake. Inawezekana ukakuta kwamba kuna taasisi inampa fedha kwa ajili ya kujenga labda msingi, ya kujenga ukuta, ya kujenga ya kuweka labda dari na kadhalika na kadhalika, na uzuri ni kwamba sasa hivi serikali inaratibu Uh, microfinance institutions zote hata zile ndogo kabisa. Kwa hiyo tunadhani hiyo, uh, ni step uh, nzuri ambayo inaweza ikasaidia hata watu wa kima cha chini kuweza kujenga nyumba nyumba zao. Kwa hiyo tunataka kuwe na sera ambayo itasema kwa mapana yake umuhimu wa kila mtu kuwa na makazi bora na salama, lakini pia na nyumba za bei nafuu. Kwa hiyo tuko hapa kujadili kwa mapana yake, kutafuta suluhu, ni namna gani kila mtu anaweza akafaidika na fursa mbalimbali zilizopo nchini, lakini pia na fursa mbalimbali zinazofanyika na wadau. Hata hivyo serikali kwa upande wake inaona kwamba mjadala huu ni sehemu muhimu katika uboreshaji wa makazi bora kwa Watanzania. Kwa hiyo naamini mjadala unaofanyika hapa ni sehemu muhimu na utakuwa na mchango mkubwa hata kwetu sisi kama watendaji wa serikali katika kuweza kuboresha na kuhakikisha kwamba tunamhudumia mtanzania yule, hata wale ambao hawawezi kuafodi makazi waweze kupata makazi. Mahala pa kuishi kulingana na FES Habitat for Humanity Tanzania na Justice City Platform, ambao ndio wa waandaaji wa mkutano huu, wanasema ukuaji wa miji nchini Tanzania unaongezeka kwa kasi, tatizo la makazi kwa wakazi wa kipato duni, harama kubwa za ununuzi wa ardhi, ongezeko la harama za ujenzi na ukosefu upatika wa upatikanikaji wa fedha za makazi nafuu na hivyo kuwalazimisha wakazi wengi wa mijini kuishi mazingira holela. Miongoni mwa mada zinazojadiliwa katika mkutano huu wa siku mbili ni pamoja na kutathmini nafasi ya sera ya kitaifa ya makazi nchini Tanzania.

Ronna Desonyo, TMC News, Dodoma.